Mtu duniani ana bahati yake, of course kabisa. Kila mtu katika hii dunia ana bahati yake, na leo nataka nikuletee mtu ambaye amebahatika kuwa na bahati kubwa sana, naweza kusema katika karne hii ya ishirini na moja yeye ndo amepata bahati kubwa sana, of course, hakuna mtu ambaye amfahamu IShowSpeed nikitaja jina la IShowSpeed nadhani ni jina ambalo linajulikana sana. Ni mmoja kati ya watu ambao ni ma YouTuber wakubwa sana duniani kwa sasa. Ameonekana sana na Mr Beast, lakini ameonekana pia na ziara zake ambazo amezifanya, ameenda Brazil, China na sehemu zingine zote ambazo amewahi kufika. Mshikani, of course, guess what, hata kwa Tanzania tunadhani 2026 na anaweza akaja Tanzania baada ya kuwa kushea video alipokuwa akienda live na kusema kwamba uh, kuna watu wamemtagi wakisema wa kwamba wanamuomba aje mlima Kilimanjaro. Sasa amevutiwa sana pia na hicho. Ametamani pia labda kuna siku pia anaweza akaja katika mlima Kilimanjaro. Sasa tunafahamu kwamba bahati ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amempangia mtu. Sasa unadhani ni bahati gani ambayo ameipata IShowSpeed? Sasa nisikilize kwa makini. Iko hivi. IShowSpeed kuna siku alikuwa anapata chakula katika mgahawa wa KFC na miongoni mwa migahawa ambayo kubwa sana kule nchini Marekani, lakini kwa Tanzania ndio migawa mikubwa sana kutaja eh, KFC. Nazani kwa wale watoto wa vyuo na watu hapa na pale wanaelewa eh, balaa lake. Sasa siku moja nilipokuwa kipanda chakula, kuna issue ambayo ilikuwepo kwa ajili ya kumalizia malipo waweze kuondoka. Sasa zikawa zimeonekana zile credit number zile za kadi ambayo alikuwa anatakiwa kulipa nini, na baada ya baada ya kuwa wamemaliza kuondoka pale watu wengi wakajua waka, waka kwamba kumbe mshikaji analipia KFC kupitia credit namba hizi na hizi na hizi na hizi sio? Ikawa imeenda mbali sana kitu ambacho pia kwa Marekani ni hatari. Kwa mfano kushare kodi ya nyumba kwa watu maarufu, watu hawapendi kabisa. Mtu kama Chris Brown hajawahi kushare kabisa kodi ya nyumba au post code ambapo anakaa au mitatu ambao anakaa, kwa hiyo huwa wanafanya kama siri kabisa. Sasa yeye ilivyoonekana imeenda hivyo, KFC wakakaa wakafikiria, wakasema kwamba pengine mtu huyu kwa ajili ya kushare zile credits watu wengi wamefuatilia sana e, eh, mgawa wa KFC. Lakini ukiachana hivyo, wameangalia vitu vingi sana, labda pengine jamaa amehatarisha maisha yake na namba moja au nyingine kwa sababu ya zile credit. Kuna watu ni mahaka, kuna watu ambao eh, wanafanya kazi nyingi sana mtandaoni. Naweza kama amepoteza vitu vingi sana. IShowSpeed baada ya kuwa zimeonekana zile credit eh, za card ambayo ametumia kulipa, maswali yakaja ya maswali yakawa mengi sana. So eh, KFC kwa ajili ya kuonekana kwamba IShowSpeed pia ameonekana kwenye promoted ya eh, bidhaa yao. Eh, tunafahamu ni maarufu sana kwa kutengeneza chips kavu, lakini pia eh, au vibana kwa watu ambao wanapenda e, matumizi ya watu ambao wanapenda kula kuku, ndicho kitu ambacho e, KFC wanakuwa wanapro, produce sasa. ShowSpeed alikuwa amepata nafasi ya kuwa brand ambassador wa maisha kwa KFC, kwa hiyo sasa wakamwambia kwamba sehemu yoyote ambapo inapatikana KFC duniani kote, yeye akienda pale anakula bure kabisa. Naa unajiuliza kama ambavyo unajiuliza mimi kwamba kwa hiyo mshikaji hatakuwa analipia tena kabisa masuala ya chakula. Of course kuna baadhi ya nchi kweli KFC hazipo, lakini kuna baadhi ya nchi KFC zipo, kwa mfano Tanzania, nadhani Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, uh, South Africa, KFC wapo pale, so na nchi zingine kubwa kama Marekani, China, uh, na nchi nyingine. Kwa hiyo anapokuwa na ziara yake anaelekea huko, anapokuwa na safari yake anaelekea huko, chakula chake kabisa asilimia kubwa atakuwa anakula bure kabisa KFC na hili ni dili lake la maisha mpaka atakapokufa au pengine avunje protocol tena za KFC, ndio wanaweza kumuondoa katika nafasi hiyo ya kuwa brand ambassador wa maisha au bibana, nadhani kwa muda huu uh, ukiwa unasikiliza hii video kama una njaa, unaweza ukajimagine, dah, kweli ningepata nafasi mimi hiyo ya kuwa brand ambassador wa maisha wa KFC, kuwa nakula bure kila kitu, nadhani ningeenjoy enjoy kinoma noma. Hilo ndio dili pekee ambalo alilipata IShowSpeed na kuwa brand ambassador wa maisha kabisa mwenye eh, kampuni ya KFC.